Sawa basi, tumalize na hili. Nimeona ni eh, Faiza Ally na yeye pia kama vile ameongea ame kitu kuhusu wewe. Kuna nini kinaendelea jana? Mm. Yeah, kwenye instagramu yake maswala ya upatu haya, maana ulizungumza eh, uh, eh. Uh, Faiza ana haki ya kuzungumza lolote lile kwa sababu uh, yapo hajatokea mbele na kusema kwa nini alinivusha kipindi hicho tunacheza upatu ilikuwa, mm -hmm. ni historia ya ukweli hiyo, alicheza upatu na Faiza, yeye ndo akiwa kijumbe, yani msimamizi wetu mkuu mm -hmm. na ilipofika siku yangu ya kupokea mimi Faiza, badala ya kupokea leo, Faiza akani sogeza mbele nikapokea mwezi ujao siku kama hii ya leo. that was, was it okay? Eh, yeah. Na Faiza nikamwona kaibuka, lakini kaibuka anakataa. Kwa hiyo mimi nilidhani angejitokeza labda akasema, Mai nilikusogeza mbele labda kwa sababu ulikuwa labda ulichelewesha kuna siku kutoa pesa au la so kwa namna hii binafsi inanifanya niunge mkono kabisa kauli ya Kamanda Muriro mm. ya kwamba michezo ya upatu hairuhusiwi. Kweli hairuhusiwi, kwa sababu dhuluma iko nje nje, wamama wanalia, wadada wanalia eh? mm. Kwa, kwa kwa kwa ukweli kabisa watu wengi wanapata matatizo kwa ajili ya mchezo wa upatu, na huyo ni mimi mwenye influence yangu yani kwenye jamii mi nafahamika, ananijua ni nani, hi mm. Haya, hawa watu bako mtaani, ni kweli. Kwa hiyo mi nadhani alichokifanya Faiza nacho ni kama vile ku, ku, ku, kujifunika kwa ngozi ya kondoo. Kila mtu unajua ana maisha yake mm. E, kila mtu ana maisha yake, mwingine hapendi mabaya yake yajulikane. Koyo, kwa hiyo tunasema kwamba tuwape muda, kila kitu kitajulikana. So... muda ndio jawabu la kila kitu. Labda ulipokea simu yoyote ya, ya, ya, ya kwenda polisi labda au nini kuhusu ah, Faiza? Sijapokea. hawezi kuni, kunifanyia kuni hivyo. Kwani anifanyia hivyo wakati kule taarifa zipo kwenye simu zetu, na hata kama tumebadilisha simu tareesiwapo mm. Jamani, waandishi wa habari, amkeni! hawa mastaa hawa longolongo, mtakuja mm. kupewa habari mpaka mshangae. Amkeni hawa mastaa longolongo engi longolongo sana wewe, mtu anasahau kabisa kuna watu kama TCRA ambao tukienda tuki au hata mix by earth, tukienda tukiomba taarifa zangu mimi zinakuja tarehe kumi na tano nilikuwa natoa pesa na tarehe thelathini nilikuwa natoa pesa, ukihesabu okay, miezi tulikuwa watu 22. Ni, nyingi, na mbili mimi nilikuwa mtu wangapi, na hela nyingi iliingia tarehe ngapi, manake ile simu ilikuwa na nini ule mchezo tulikuwa tunatumiana kwa simu kwa miamala ya simu. Il ilikuwa ni lini? Kama miaka miwili na nusu uliopita. muda ah, mrefu sana kumbe. Ndio, lakini ni ukweli aha. E, sasa kwa hiyo mwangalie sana hao masaa wanapindisha, wana pindisha sana maneno, lakini inaonyesha wazi kwamba watu hawataki habari zao za aina fulani zitoke, wanataka habari za aina hii fulani ndio zitoke zingine zisitoke. Sasa mimi nimekuwa mtangazaji wa tofauti kidogo, kwa kweli. Faiza ame-ameandika mm-hmm. na kumaliza akisema kwamba Maimatha anafanya haya e, pengine anapata nguvu kwa sababu mume wake ni polisi. Polisi kasema Maimatha ni kama vile zina, zinamwandama kesi, huku Faiza huku Manara bilioni moja sina kesi ma mwisho, okay. wa siku utataka kujua mm, nini kinaendelea, ila sina kesi hata moja. Sawa sawa, sina kesi hata moja, na hata hiyo ya Manara binafsi naisikia sikia tu mm, kama nilivyokuambia, habari haijanifikia mkononi, barua hiyo inapigiwa selfi huko Manara TV, nasubiri inifikie lakini haijanifikia. Kazi kazi yako imekuongezea yako maadui kwa kiasi gani? Maidia mimi sina adui hata moja mm, sina adui hata mmoja ila okay, nina wapigia kelele tu wawili au watatu watatuna okay. Basi tuseme asante kwa muda wako dada karibu sana. Karibu, karibu sana. Aa, kazi njema. Okay. So uh, tumemtafuta Maimartha tuzungumze naye kwa kile ambacho Faiza Ally alikiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kuhusu masuala ya upatu, akidai kwamba kile ambacho amekizungumza Maimartha sio cha kweli. Maimartha alisema kwamba alikuwa na mchezo wa upatu, kwa hiyo ilipofika wakati wa yeye kupokea pesa zake akaanza eh, kuzungushwa, kwa hiyo ilichukua muda mrefu kama mwezi hivi kuipata hela yake. Sasa jambo hili limemkera Faiza Ally na kuona kwamba anakosewa kwa kile ambacho Maimartha amekizungumza, na akaandika kwamba ameenda polisi kumshtaki Maimartha. So mambo ndiyo kama hivyo yalivyo, niambie mtazamo wako ni upi? Naendelea kusalia SnS kwa taarifa nyingi zaidi. Uh, Faiza ana haki ya kuzungumza lolote lile kwa sababu uh, hapo hajatokea mbele na kusema kwa nini alinivusha kipindi hicho tunacheza upatu. Ilikuwa mm -hmm. ni stori ya ukweli liyowahi kucheza upatu na Faiza, yeye ndo akiwa kijumbe, yani msimamizi wetu mkuu mm -hmm. na alivyofika siku yangu ya kupokea mimi, Faiza badala ya kupokea, leo Faiza akani sogeza mbele nikapokea mwezi ujao siku kama hii ya leo, that was it. Na Faiza nikamwona kaibuka, lakini kaibuka anakataa. Kwa hiyo mimi nilidhani angejitokeza labda akasema Mai, nilikusogeza mbele labda kwa sababu ulikuwa labda ulichelewesha kuna siku kutoa pesa, au la So kwa namna hii binafsi, inanifanya niunge mkono kabisa kauli ya Kamanda Mohiro mm. ya kwamba michezo ya upatu hairuhusiwi, kweli hairuhusiwi kwa sababu dhuluma iko nje nje. mm. Wamama wanalia, wadada wanalia eh? mm. E, kwa, kwa kwa kwa ukweli kabisa watu wengi wanapata matatizo kwa ajili ya mchezo wa upatu, na huyo ni mimi. E, mwenye influence yangu yani kwenye jamii, mi nafahamika, ananijua ni nani. h mm. Haya, hawa watu bako mtaani na kwaji. Kwa hiyo mi nadhani alichokifanya Faiza nacho ni kama vile ku, ku, ku, ku, kujifunika kwa ngozi ya kondoo, which is kila mtu unajua ana maisha yake mm. eh, kila mtu ana maisha yake, mwingine hapendi mabaya yake yajulikane. Kwa hiyo, kwa hiyo tunasema kwamba tuwape muda kila kitu kitajulikana, so... muda ndio jawabu la kila kitu la... Dona disco, dona...